Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Kuna kama namna ya Juma Jux ananishawishi ni hivi, I'm just thinking man ambao wamekuwa wakifanya vizuri kupitia chat hizi za uh, iTunes nchini Nigeria. Kwa hiyo wimbo wa God Design wa kwake Jux akimshirikisha Fino kutoka Nigeria umekaa kwenye nafasi ya kwanza, na Juma Jux hapa na mke wake Priscilla pamoja na mwana director Ken hapa eh, na watu wengine wakiwa wanafurahia eh, mafanikio haya makubwa wow. Wow. Juma, Juma <laughs>

Wow. Nafikiri sasa hivi ukiangalia eh, hata tabasamu la Jux kidogo amebadilika kuna namna fulani unaona vitu vimeanza kubadilika unajua tina ndoa ndoa ndo kwanza changa lakini they are living a good life man au vipi umeshashuhudia tayari sherehe kadhaa na bado kuna ya mwisho ambayo itafanyika hapa da ambayo wanasema itakuwa ni kubwa kuliko kwa hiyo ah, nadhani ukiangalia hivi maybe unaweza kashawishika kama mimi eh kufikiria pengine kutafuta jiko bwana, au sio? <laughs> Niambie kwenye sehemu ya comments hapo una mtazamo gani? Lakini God Design ni wimbo ambao unafanya vizuri sana, utashare na mimi pia uniambie huko uliko, uh, unausikiliza ukiwa wapi au vipi? Kumbuka pia kusubscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.